Baada ya msanii Diamond Platnumz kuweza kumtambulisha rasmi mtoto wake ambaye tulikuwa hatumfahamu e, bana, maswali yameibuka mitandaoni, lakini pia maneno yamekuwa ni mengi sana mitandaoni, mashabiki wengi wakiwa wanamsifia Diamond Platnumz kwamba ni mwanaume na nusu, yani ni mtu ambaye anawaangalia watoto wake kwa asilimia kubwa sana. Yaani ukimwambia Diamond leo hii, nina ujauzito wako Mtoto wake atamlea vizuri atamwangalia vizuri, eh, na kumtunza vizuri kama mtoto wake, sasa bado tunaendelea kujiuliza, ilikuwaje kuwaje kwa Hamisa Mobeto? Mbona Hamisa alimzalia Diamond mtoto mzuri tu wa kiume, lakini baadaye Diamond akamkataa. Kilitokea kitu gani? Labda huenda kuna bifu zito kati ya Diamond pamoja na Hamisa, hicho kitu hatukifahamu kwa sababu ukiangalia Diamond kwa asilimia kubwa sana ni mtu ambaye anawapenda sana watoto. Kwa asilimia kubwa sana ni mtu ambaye anajua majukumu yake kama baba ndio maana mara nyingi sana watu ambao wamepata mtoto um, au wamepata watoto na msanii Diamond Platnumz huwa wanajivunia mitandaoni, wanajisifia mara nyingi na kudai kwamba kweli Diamond Platnumz ni baba bora. Hatujajua sasa kwa Hamisa Mobetto kilitokea nini au ilikuwaje kuwaje. Baada ya hizo taarifa kusambaa sana mitandaoni, kaka wa msanii Diamond Platnumz ameamua kuzungumza kwa kina na kuthibitisha yeye kama msemaji wa familia ya msanii Diamond Platnumz. ukiangalia Kaka wa Diamond Ricardo Momo, mara nyingi sana uh, huwa wanazungumza na msanii Diamond Platinum vitu vingi na mtu ambaye alikuwa afahamu hizi taarifa kabisa, ambaye ni msanii Zuchu, uh, ambaye ni mke wa msanii Diamond Platinum japokuwa yeye alitakiwa awe mtu wa kwanza kabisa kupewa hizi taarifa, lakini ikawa ni tofauti. Uh, basi Zuchu akawa mtu wa mwisho na amefahamu siku ya jana, ya jana baada ya Diamond kumleta na kumtambulisha kama hivyo. Lakini pia unaambiwa, mama wa huyo mtoto apendi sana mtoto aonyeshwe mitandaoni, lakini pia apendi sana yeye kujisifia mitandaoni kwamba nimezaa na Diamond, nimezaa na Diamond, kitu ambacho kinaendelea kupelekea Diamond amthamini na kumpenda zaidi yule mtoto wa huyo dada ambaye amemzalia. Sasa baada ya mambo yote hayo kutokea, kaka wa Diamond Ricardo Momo ameweza kudhibitisha wazi ni kitu gani ambacho kilitokea. Ilikuwa je, kwaje wakaficha hiyo siri? Mbona ni siri kubwa sana alafu hayo wameweza kuificha kwa miaka mingi. Tifa ana miaka kumi lakini huyo mtoto unaambiwa ana miaka kumi na moja. Wamepishana na Tifa mwaka mmoja tu. Ilitakiwa taarifa hizi aweze hata kuzipata mwanamama Zari the Bosslady, kipindi kile yupo katika mahusiano kima ya kimapenzi na msanii Diamond Platnumz, lakini Diamond ana siri ya hali ya juu. Ricardo mama ameweza kufunguka na kudai kwamba hilo jambo baada ya kutokea na Diamond Platinum, akaweza kumwambia mama yake kwamba, mama, mimi nimepata mtoto na mwanamke fulani. Baadaye mama Dangote alienda kumuona yule mtoto, maisha mengine yakaweza kuendelea ni mkoa gani? Anakwambia alikuwa ameenda tu kupiga show, alafu baadaye eh, akaweza kumwona yule mwanamke katika show yake, akawa amempenda. Basi akazungumza na bodyguard wake kwamba naomba ukansaidia kumuita yule mwanamke. Anakuambia ni kama vile show time, wani, walilala mara moja tu na usiku mmoja. Baadaye mwanamke akamwambia mimi nina ujauzito wako Diamond. Anakuambia mimi sikuwa tayari, sikuwa tayari

nimefanikiwa kupata mtoto na mwanamke fulani. Basi, uh, familia ikakubali na yule mwanamke akaenda kutembelewa zawadi kama zote namna gani vipi, basi wakaweza uh, kumkubali yule mtoto na baadaye Diamond akampatia jina, wakarudi kama familia, lakini baadaye Diamond mpata mkakutana na Zari wakaweza ku, akaweza kumpatia tena ujauzito Zari, uh, akaamua kuanzisha maisha yake na Zari the boss lady, na maisha yakaanzia hapo mpaka akafanikiwa kupata mtoto wa pili, uh, mapenzi yakawa yamenoga. Basi wakashindwa kabisa kumwambia Zari hiyo story ya kwamba mimi nimepata mtoto au niliwahi kupata mtoto, wakaamua story ishie hapo hapo. Msanii Diamond akaendelea kumlea mtoto wake kama kawaida, kwa siri sana, bila Zari the Boss Lady kufahamu jambo la aina yoyote. Wewe kama shabiki, una lipi la kuzungumza? Utochea maoni yako, lakini pia usisahau ku